Kutoka katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu hii leo, nimekusogezea kile ambacho kinaendelea juu ya shauli ambalo linamkabili Tundu Lissu dhidi ya Jamhuri. E, mheshimiwa Mrema wakili wa serikali anatambulisha jopo la mawakili wa serikali kwa upande wa Jamhuri. E, yupo pia Thawabu Isa Kathbeti, Mbilige Harison Lukosi, na upande wa utetezi wapo mawakili wa Fatao. E, yupo Mpale Mpoki, Dr uh, Lugemeleza Nshala, Peter Kibatala, Hekima Mwasipu, Paul Kisabo, Deus Sinda, Sisti Masawe, Gloria Nulomi, Frederick Msaki, Jebra Kambole, Maria Moshi, Dickson Matata, Michael Lugina, Catherine Michael, Nashon Nkungu, Michael Mangasa, Ikotilisu, Jacob Mugendi na Degracius Manyila. E, Jomrema wakili wa serikali anasema shauri hili lilikuja tarehe ishirini na nne e, mwezi wa tano na lilipokuja, upande wa jamhuri tuliomba ilisho kutokana na mazingira yaliyojitokeza kutokana na mshtakiwa Tundu Lissu kutofika mahakamani e, kama alivyotakiwa kufika na jamhuri, kuomba ilisho ili kupisha mawakili kuongea naye na ili kufikisha mahakamani na kusomewa hoja za awali. Hivyo basi, baada ya utangulizi huo, siku ya leo upande wa jamhuri uko tayari e, kujibu hoja za upande wa utetezi na tuko tayari mpare mpoki. Na sisi kwa upande wa utetezi tuko tayari, ila kuna preliminary issue moja, ni lazima tuiseme, maana muda huu nyumbani kwa mshtakiwa polisi wamezingira nyumba ya mshtakiwa, na lazima tuliweke sawa. Hakimu anasema hilo tutalizungumza baadaye, kwa sasa acha tuendelee na upande wa serikali wajibu hoja zao. Job Mrema anaanza, anasema hoja ya kwanza, upande wa utetezi ulipinga ilisho. Tunaomba kusema kuwa msingi upande wa jamhuri kuomba ilisho la siku 30 upo kwenye kifungu cha 225 kifungu kidogo cha pili cha CPA kwa sababu kifungu kimeweka ukomo kwa mahakama inaweza kuailisha shauli kwa siku zisizozidi 30, kama mshtakiwa yupo nje ya dhamana na mheshimiwa Lissu alipata dhamana tarehe kumi mwezi wa uh, 4 mwaka huu, hivyo tunaiomba ailisho hilo. Asema anaendelea na kusema mtobesa na Kibatala walipinga jambo hilo ambalo tuliomba E, lakini sisi tunaona kwamba mahakama itumia kifungu cha e, 25 kifungu kidogo cha pili cha CPA. Wao wow, hawakusema wanaomba ailisho la siku ngapi, kama wanapinga la siku 30. Anaingilia Kibatala anasema anapingamizi na anasema nitaongea kwa Kiingereza kwa sababu wapo mabaruzi hapa. Huyu mrema wakili wa serikali anadanganya sisi kukataa ailisho la siku 30, tulitoa hoja za kisheria na sio maneno tupu. Mheshimiwa anasema, Mrema, zingatia hilo. Anaendelea sasa Jobu Mrema kuhusu jambo la mawakili kuzuiwa kumwona mteja wao, kuzuia wananchi kuingia Kisutu na kuwazuia ndugu kumwona mteja mahakamani, wajibu wetu ni kwamba tunaomba mahakama ipuuze hoja hizo, kwa sababu kwanza mahakama hii haina mamlaka kusikiliza hoja hizo, kwa sababu zinahusiana na tuuma zinazotuumu baadhi ya watumishi wa umma kuwa wamekosea katika utendaji sisi tunaiomba mahakama ifahamu kwamba kama kuna hoja inahusu tuhuma za polisi au watu wengine basi wakachukuliwa hatua kwa kushtakiwa, The Law Reforms Fatal Accident Miscellaneous Provision Act cap namba mia tatu na kumi elfu mbili na ishirini na mbili pamoja na kanuni zake. Anaendelea na kusema kwamba kwa hiyo kwa hapa tuwaache polisi waendelee na mambo yao huko, maana mahakama haina uwezo kwa kusikiliza mambo yanayoyafanya sasa hivi polisi huko nje pia tunaomba kufanya marejeo ya shauri la Pokaunda versus Speaker wa Bunge na mwanasheria wa serikali civil appeal namba 167 mwaka 2021 mahakama ilisema maana ya judicial review hivyo tuma kwa jeshi la polisi jeshi la magereza na baadhi ya maafisa hivyo mahakama isiingie kwenye mtego huo E, kwenye kumbukumbu -kumbu za shauri hili wakili Mpoki na Mtobesya na Kambole walikuwa sehemu ya shauri tulilosema. Sasa kwa nini leo wanaomba jambo hili tena, na ni kama wanaitega mahakama. Jamhuri tunasema haya ni matumizi mabaya mahakama, ya mahakama na yamejikita katika kuondoa haki za mshtakiwa kusikilizwa kwa wakati. Mawakili wanacheka mahakamani, wanashangaa kusikia wakili wa serikali anasema kuhusu haki za mshtakiwa. Anaendelea Job Mrema, wakili wa serikali: pia tunaomba kuweka msisitizo shauri la John Mombeki versus Regional Commissioner and others 1986 na tumerejea mashauri haya kwa maana yameongelea msingi wa judicial review bila kuathiri hayote. Mheshimiwa hakimu anasema, kwani ni hoja ya kwanza umemaliza au bado uko hapo kwenye hoja hiyo? Anasema bado ya kwanza, na anaendelea juu Mrema, anasema majeshi haya yanafanya kazi kwa mjibu wa sheria na weledi mkubwa sana tunaomba kurejea kanuni ya Prison Regulation ya mwaka 1968 pia katiba ya jamhuri ya muungano ibara ya 30 kifungu kidogo cha kwanza ya 1977 hivyo hakuna haki inayokuja bila wajibu hoja yetu ni kwamba ili uweze kupata haki yako timiza wajibu pia bwana Tundu Lissu kwa mujibu wa kanuni ya kumi kifungu kidogo cha pili nilisema, hizo nilizosema zimetoa utaratibu wa kuwasiliana kwa njia ya kuandika barua Mrema amepotea kidogo na anasema ni network ilicheza. Anaendelea je Mrema? Anaendelea je Mrema kuwa kwa mjibu wa kanuni hiyo, na baada ya sisi kuwasiliana na magereza ili kuuliza kama aliwasiliana kwa njia ya barua, maana hapaswi kuwasiliana kwa njia nyingine. Hata mawakili wake hawajaonyesha kuwa waliandika barua kokote, maana ndio utaratibu. Kwa hiyo magereza, huwezi kwenda bila kufuata utaratibu wao, ikiwemo huo wa kuandika barua hivyo basi, barua tunayosema Bwana Tundu Lissu walipaswa kuandika barua w kutambulisha mawakili wake kwa jeshi la magereza. Kwa kumbukumbu kumbu zetu, hakuna barua iliyowahi kuandikwa na wakili au mteja wake e, kujitambulisha na wakili alute. Pia anasema ali, alizuiliwa na yeye pia afahamu taratibu wa magereza ambao wanahitaji kufahamu ujio wa mawakili. Kwa kuhitimisha, nisema upande wa jamhuri tunaomba mahakama istopili mbali, na pia mawakili upande wa utetezi hawajasema kama waliwahi kutoa barua au kufuata taratibu za magereza na pia haki na wajibu vinakwenda sambamba. Pili, hoja nyingine ni kuhusu kifungu cha 192 kifungu kidogo cha CPA kwamba mahakama haiwezi kuendelea kwa njia mtandao hasa ukizingatia kifungu cha 186 cha sheria hiyo. Tunaomba mahakama isizipe nguvu hoja zao kwa namna tutakavyoeleza hapa. Jo Mrema anaendelea kueleza huko tunasikia kama mtu anagonga meza huko upande wake. Anasema maelezo ya awali yatasomwa katika mahakama ya wazi akiwepo mshtakiwa. Tunaomba kuieleza mahakama kwamba usikilizaji wa shauri hili kwa njia mtandao inawezekana, na kwamba kupitia mtandao ni mahakama ya wazi pia. Tumepitia mawasiliano haya, tumeona wanachanganya kati ya mahakama ya wazi na mahakama kwa njia mtandao. Sio sahihi kwamba mtandaoni haitakuwa mahakama ya wazi, hivyo mahakama ya wazi si majengo. Na jamhuri, tumekwenda mbali zaidi upande wa Black ukurasa 1263 inatoa tafsiri ya open court, na hasa ukisoma tafsiri ya pili, acha ya kwanza hiyo, Mheshimiwa. Kuhusiana na swali la utaratibu kuwa haiwezekani kwa nyaraka kusainiwa mtumiwa hayupo, utaratibu umeainishwa kwenye kanuni juu ya nyaraka zinavyoweza kuwasilishwa kwa upande zote kupitia mfumo wa mahakama. Sasa upande wa jamhuri tunaona mazingira yapo kwenye kanuni kabisa tunaomba kuieleza mahakama kwamba sheria ina namna mbalimbali unayoweza kuisoma na kupata maana yake. Huwezi kusoma kifungu hiki bila kusoma sheria nyingine ili kupata maana yake vizuri. Tumesema hivyo kwa sababu kifungu cha nne cha Judicature na Application of Law Act jala aa kep namba 358 kimempa mamlaka ya jaji mkuu kutunga kanuni ambazo zinaifanya mahakama kutekeleza majukumu yake.